Katika Biblia Idris alayhi salam ameandikwa kama Henoko. Kulingana na baadhi ya makanisa ya kale, vitabu vya Hazrat Idris alayhi salam vilikuwepo, lakini baadaye Wayahudi walivikana. Imani ya Wakristo wa Ethiopia ni kwamba wana nakala za vitabu vya Idris alayhi salam. Kulingana nao, sentensi ya kwanza aliyoiandika kwenye udongo ilikuwa hii: neno la baraka za Henoko ambapo aliwabariki wateule na wenye haki wangekuwa hai katika dhiki kwa ajili ya kuondolewa kwa watenda mabaya wote. Hii inachukuliwa kuwa maandishi ya kwanza ya Hazrat Idris alaihi ssalam yaliyoandikwa kwenye udongo wa mva. Ibni Arabi rahmatullahi alaihi alisema katika kitabu chake Al-Asfar an nataiji al Asfar, imeandikwa kwamba Hazrat Idris alaihi ssalam alipanda hadi mbingu ya sapa alipokea elimu kwamba sehemu fulani za ulimwengu zimeunganishwa. Aliona tofauti ya nyota, kukutana kwake na mienendo yake. Alikaa katika tufe la anga la zodiac kwa miaka thelathini, kisha alirudi duniani, akawachagua wenye hekima miongoni mwa jamii yake na akawahubiria kwamba adhabu inakuja, yaani mafuriko makubwa. Alitumia kalamu kuhifadhi elimu. Aliandika maandishi kwenye miamba na vibao vya udongo. Kisha Allah Taala alimuinua hadi kwenye tufe la anga la jua, yani orbit ya jua. Yani, Ibnu Arabi anasema tufe hili la anga la jua ndiyo moyo wa mbingu. Katika Quran Tukufu, Allah Tabaraka wa Taala alisema kuhusu Idris alayhi salam, wa rafanahu makanan aliya, maana tulimuinua hadi daraja ya juu. Imam Razi rahmatullahi alaihi anasema katika ufafanuzi mkuu, innal murada bihi alrifatu min almakan, maana hapa haimaanishi vio vya juu bali mahali pa juu ndipo panakusudiwa. Kwa hiyo kusema daraja ya juu kunaonyesha kuinuliwa kwa mahali kimaidi. Kutokana na hili inajulikana kwamba maendeleo kimaidi pia yalikuwepo katika zama za Hazrat Idris alayhi salam. Alifundisha jinsi ya kutumia kalamu, kusuka nguo, kutengeneza silaha, kufanya kilimo na kufanya ibada. Dini haizuii maendeleo. Badala yake, dini yenyewe imeweka msingi wa maendeleo. Hivyo hivyo, maendeleo ya sheitani yanatoa nahasa, si kiroho. Kuna faraja ya kimaidi lakini si urefu wa kiroho.